Wananchi wa vijiji vya Kukuchuni na Kichuuwani shehia ya Michungwani wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba wameshukuru serikali ya mkoa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF kwa kuwatatulia changamoto iliyokuwa inawakabili kwa muda mrefu ya ubovu wa daraja, hali iliyosababisha kutokwenda kwenye shughuli zao za kila siku kwa amani. Wakitoa shukurani zao kwa kipindi cha Mawio na Kingingi Online TV, baadhi ya wananchi hao wamesema: nashukuru kila sekta ambazo ni za Mawio, taasisi ya TASAF serikali, hmm, ya wilaya na mkoa. Tunashukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ziwani, tunashukuru kwa kutufanyia msaada huu. Tunashukuru si haba, kutufanyia misaada ya daraja. Tulikuwa tuna shida kubwa na wenetu, mpaka sisi wazazi kwa kutoka watoto waenda skuli hawana pa kupita, watoto wenda wa machuoni hawana pa kupita, ela wachukuliwe, wavoshwe. Kwa hiyo si haba, twaomba shukrani, mtusaidia pakubwa. Tunashukuru serikali yetu kutufanyia msaada daraja, kama unavyoona wewe mwenyewe namna tulikuwa katika hali ngumu, tena hali ngumu zaidi. Tuna wanafunzi kutoka Kukuchuni naenda Kichwani kupita kwenda shule, tuna wanafunzi wa Kichwani, Kichwani sahizi tunaenda pale vile vile alikuwa na paratabu kupita vimo vya moto. Vile vile likuwa ni shida ni changamoto, kwa sababu ilikuwa hapana sehemu ya kupitia. Tulikuwa nao daraja lakini ilikuwa mbovu, ila se tashukuru, alhamdulillah, napunga serikali kwa kutufanyia msaada huu. Nasimama hapa kwa kutoa shukurani za dhati kwa kupata kujengiwa hii daraja tufanyia msaada serikali ya mapinduzi ya Zanzibar tukapata hii daraja. <laughs> Tukapata watu kupita kwa sababu ilikuwa hatupiti sie na wenetu na vijuku vetu. Wakipita wageni hapa ilikuwa mpaka. Kwa niaba ya mkurugenzi wa TASAF Kisiwani Pemba, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, Mheshimiwa Rashid Hadid Rashid, ametoa ufafanuzi kuhusu ujenzi wa daraja hilo lililogharimu zaidi ya shilingi milioni mia moja. E, suala zima la ujenzi wa au daraja lile ambalo liko katika maeneo ya wa Kichuani e, niseme kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi e, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi imechukua jitihada na kusikia kilio cha wananchi wa Kichuani uya suala zima la changamoto ya daraja barabara yao ambayo daraja hili lilijengwa zamani sana tokea enzi ya marehemu Dr. Abedi Amani Karume e, baadaye likawa ni bovu likavunjika na likawa ni usumbufu mkubwa kwa wanafunzi wetu au kwa vijana wetu ambao wanatoka upande mwingine kutoka upande huu kwenda upande mwingine katika swala zima la kutafuta elimu na shughuli zao za kimaendeleo. Lakini baada ya kusikia kilio hicho, e, wananchi wenyewe katika tukapelekea mradi huu wa TASAF. Nashukuru kwamba wananchi wenyewe walichagua mradi huu na wakawa na shirikiana kikamilifu na serikali kuona kwamba wana tunalijenga daraja lile ili kuondosha changamoto zile. e, ni faraja iliyoje kwamba, e, tumefanikiwa kwa kiasi kwa kiasi kikubwa zaidi ya shilingi milioni mia moja e, zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa barab, daraja lile ambalo limefanywa kazi na daraja limeshakamilika. Niendelee kushukuru sana, uh, uongozi wa TASAF kwa kukubali kulijenga daraja lile na wananchi kushirikiana na serikali kuona kwamba tunajenga daraja na tunalifanyia kazi kama ilivyotakiwa. Leo ni faraja kubwa, kwa sababu daraja tayari linafanya kazi linapitika. E, ni kiasi cha kusema kwamba wananchi wanaendelea kufarajika. Ikumbuke kuwa tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2024 kipindi cha Mawio na Gingingi Online TV vile viliripoti kuhusu usumbufu unaowakabili wananchi wa vijiji hivyo kutokana na ubovu wa daraja hilo. Na mnamo mwezi Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa daraja hilo ulikamilika rasmi na shughuli za maisha za wananchi wa vijiji hivyo zimerudi katika hali yake ya kawaida. Kutoka vijiji vya Kukuchuni na Kichuuwani shehia Michungwani wilaya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, mimi ni Hassan Mselem wa Gingingi Online TV.